sio katika uhai wao bali hata walipofariki ni mengi alijiri ngi ni mengi alijiri kwa Ahlul Bait, ni mengi alijiri kwa Ahlul Bait katika uhai wao hata walipofariki mkiangalia, sorry, wa hai, walipofariki mkiangalia historia ya Bwana Mtume, akiwa hai alikuwa anamdhulumu, alipofariki ile wasia ambao walioacha kwamba Ahlul Bait wake wazingatie, wapendwe, Fatima apendwe. Je, alipendwa Je, alimuheshimu? Alimhurumia? Mambo mangapi ambayo mabaya alifanyika kwa Ahlul Bait wakiwa hai hata baada ya kufa kwao? <coughs> Ni mangapi alofanyika na alojiri kwa Ahlul Bait wakiwa hai hata baada yao kufariki? Ukimwangalia ya Bibi Fatima akiwa hai aliumizwa, nalipofariki pia alidhulumiwa, hatujui kaburi yake iko wapi. Ukimwangalia Imamu Hasan alidhulumiwa akiwa hai nalipofariki, kaburi yake, jeneza yake ilizuiwa isiziko karibu ya babu yake. Ukimwangalia Imamu Husen, ni yapi alojiri kwake alipokuwa hai, wanawe wote waliuawa na alipofariki mwili wake uliwachwa katika ardhi ya Karbala, huku kichwa chake kikiwa kwenye mkuki kinakuzungushwa kutoka mji hadi mwingine.

Siku kama hii miaka ya nyuma kulikuwa na sehemu ya kuzuru, ya kwenda kuwatembelea maimamu wale ambao wako Baqi. Natarajia mnajua ni maimamu wangapi wamezikwa Baqi. Tukipitia haraka, tunaona kwamba Imam Hassan yuko huko, Imam Sajjad yuko huko, Imam Baqir pia wameziko hapo, na Imam Sadiq pia wako hapo. Kwa hivyo wako maimamu wanne. Mkiangalia Imam Hassan alifariki kabla ya nani? Kabla Imam Hussein kuwawa. Na, na ile kitu ambayo kwamba inawakusanya, point ile ambayo inakusanya hawa maimamu wanne ni kwamba wote waliwawa kwa sumu. Imam Hassan aliwawa kwa sumu. Imam Sajjad pia aliwawa kwa sumu. Imam Bakr hivyo hivyo na Imam Sadiq pia vile vile. Na ukiangalia maimamu Imam Imam Sadiq na Imam Bakr ina nani Imam Zainul Abidin wanne, Imam Sajjad na Imam Baqir wote walikuwa walikuwa wapi? Katika uwanja wa Karbala na Imam Sadiq yenu kiangalia kwenye historia, hawa ni watu ambao watukufu sana katika historia. Lau kama si utulivu wa Imam Hassan zama zake, ile thawra Imam Husain haingepata nguvu. Mtasoma kwenye historia, mtaona kwamba kulikuwa na mkataba umefungwa na Imam Hassan alivumilia. Sasa wengine wanasema kwa nini Imam Hassan hakuamka kwa nini Imam, kwa nini Imam Hussein, eh, Imam Hassan hakufanya revolution? Kwa nini Imam Zainul Abidin hakufanya revolution? Lakini Imam Hassan hakufanya revolution kwa sababu ile mkataba. Na lau kama wakati wake mambo ingevurugika, wakati Imam, wakati Imam Hussein mambo haingekuwa vile ilivyokuwa, haingekuwa na athari kwenye tarehe kama ilivyokuwa. Ukiangalia tena baada ya nani, baada ya Imam Hussein kuondoka, Imam Zainul Abidin ndo alichukua. Sasa wengine wanauliza tena, kwa nini Imam Zainul Abidin hakulipiza damu ya nani ya baba yake. Lakini ukiangalia hii ilikuwa ni mmoja wa mafunzo. Sisi tuko na qiyam, tuko na revolution ambayo tunasema hii revolution ni nani? Ni imam kama itakuwa na vigezo vitatu, na hii hapa ilikuwa ni mmoja wa mafunzo. Kama mtu anazingatia ataona ilikuwa ni mmoja wa mafunzo kwamba either imam mwenyewe kwa uwanjani, hiyo ni aina moja, kama Imam Hussein ingia uwanjani, apigane. Aina ya pili ambayo tunaweza sema kwamba ni revolution ya maasumu ni masum ateuwe mtu kama pale Mtume alipokuwa katika lahadha zake za mwisho, siku zake za mwisho alisema aje. Usama atengeze jeshi alafu watu waende uwanjani wakapigana. Kwa hivyo ile wale wale kuenda kule kupigana inamaanisha imepitishwa na nani? Ni imam ama ni masum amechagua mtu akaenda. Nyingine ni kwamba ifanyike revolution kisha baadaye imama nyamaze, inamaanisha pia imama amefanya nini? Ameapprove kama ya kiyam ya nani? Kiyam ya Mukhtar. Sasa watu wanauliza kwa nini huyu alikuwa hivi, kwa nini huyu alikuwa hivi. Kila mtu alikuwa na dauri wakati wake. Imam Hassan dauri yake ilikuwa kwa ni ipi? Imam Hussein dauri yake ilikuwa ni ipi? lau kama situation ingetaka Imam asimame kama wakati Imam Zainul Abidin, basi Imam Zainul Abidin angetoka. Lakini je wanajeshi wafuasi walikuwa katika hiyo idadi, walikuwa wanatoshana na hiyo idadi waende wakapigana vita? Kila imamu basi kulikuwa kwa nadhama zake sasa hiyo watu wasiseme kwamba si kwa sababu kwa wale wamezikwa Baqi thamani yao iko chini ama kuna jambo lolote. Wote ni maimamu na wote ni nuru yao ni moja. Nasema mojawapo ya shahar, shahar ni moto ama nembo kubwa. Mojawapo ya nembo kubwa za Mwenyezi Mungu katika mgongo wa ardhi ni kaburi ya Maimamu. Kaburi za baki pia zamani kulikuwa na msikiti. Ilikuwa imejengwa sehemu na watu walikuwa wakienda kuzuru. Lakini ilipofikia mwaka wa 1344 AH, sasa hivi kwa ngapi? Kwa 1446. Ukifanya calculation ya haraka haraka unakuta ni miaka ngapi? Karibu century moja, years back. Wakati huo ndo Al Saud wafalme wa Saudi Arabia walingia, walienda wali, wali, wali katika uongozi ama nitasema they came to power, hiyo walipata nini? Utawala ileo, watu kwenda kufanya ziara ilikuwa ina wakera. Wakaamua sasa tufanye nini? Wakakaa wakaanza kupanga tufanye vipi ili tuangushe masuala kama haya. Kitu ya kwanza walichokifanya walikusanya maulama, wanazuoni ambao walikuwa katika hizo zama wakawakusanya. Baada hapo, wakawaambia mkubwa wao ambaye alikuwa anaitwa nani? Kadhi wa hizo zama ambaye tutasema kama sasa chief justice wa hizo zama ama kadhi mkuu ambaye alikuwa anaitwa so, nani? Suleiman bin Balihad, mgine sasa Balihad, wakamwambia, wewe tengeza fatwa itakayosema kutengeneza ma, misikiti au kutengeneza sehemu ya kuzuru kwa makaburi ni haramu. Yeye akakaa akatunga fatwa. Baada ya hapo akakusanya wale maskola wengine alafu akawaambia kwamba lazima mtie saini. Kwa ili jambo lipitishwe. Baada ya kutia saini lile jambo lipitishwe katika mwaka huo huo, hiyo 1344 ndo akaamua kuanzia saizi kwenda kutembelea kuzuru makaburi hakuna na hata kaburi ya baki ilikuwa iko na nini, ilikuwa iko na, ilikuwa iko na vitu vya thamani. Mtu anakuja hapo na dhahabu yake anasema, nataka kutoa sadaka, anaiacha hapo. Carpet zile zilikuwa pale, yani ilikuwa ni sehemu ya kuzuru. Walikuja wakaivuruga vuruga, wakaamua fatwa simetolewa, na mwenye ametoa ni mufti mkuu. Sasa hiyo ukiangalia hali ya ulimwengu mzima sasa, hizo watu wanaangalia chief kadhi, wanaangalia mufti, mufti wa Saudi Arabia aone mwezi Kenya, pia mufti hata kama hajaiona atasema ameiona. Ndo hali halisi iko hivyo. Maana kuna dhulma kawaida, mkono wa juu ndio unatawala na watu wanalazimishwa kufanya jambo. Sasa so, ukiangalia katika hiyo miaka hiyo 1344 ambayo tumesema 1344 huyu mufti alipotunga ile sheria akaambia wale maskola wengine, maulama wale wengine ambao walikuwa katika komiti yake, akaambia kwamba lazima mtie sahihi, walipotia sahihi ikapitishwa, baada ya kupitishwa makaburi ya Baqi yatavunjwa. Wengine wanasema ilikuwa msikiti mmoja, wengine wanasema ilikuwa tofauti, wengine mashaka watatuelezea zaidi. Ilikuwa iko hivyo. Sasa wakavunja vunja. Baada ya kuvunja vunja, walihakikisha hiyo sehemu yenyewe ni sehemu ya kawaida. Watu wanatembea. Hata athari hakuna athari yote iliyokuwa imebakia pale. Baada ya muda dunia mzima, mashia masuni, kwa hasa masuni ndio walikuwa sana, wakasema hii ni kuvunja heshima. Kwani Qur'ani inasemaje kuhusiana na mambo ya kujenga makaburi? Kuna ile aya inasema Qala alladhi, qala alladhina ghalaba, ghalaba alayhim al-amr, lanattakhidhanna alayhim masjidan. Hadha. Hii ni historia ya nani? Historia ya Ashabul Kahf. Walikuwa wanabishana, wengine wakasema, ah, tusiwajengee kitu chochote hapa, wachana nao, ama tujenge ukuta ambao utazuia watu wasifike pale. Lakini baada ya mjadala, wale ambao walishinda wakasema, hapana, hapa tutawajengee kwa sacred place, tutawajengee, tuta, sehemu yenyewe iko ni sehemu tukufu ya kuheshimika. Sasa Ahlul Bait thamani yao inafaa iwe hivi, lakini ukiangalia maadui hakuna siku anataka hivyo hata walikuwa wamefikia mahali, karibu miaka mitatu iliyopita, mojawapo walimu walikuwa anatuambia watu wa Saudia walikuwa na idea, walikuwa na fikra, bado walikuwa hajaifanyia kazi, kwamba wavunje nini, wavunje pia kaburi ya Mtume. Hivyo ndio walikuwa wanataka kufanya. Kisa na maana, kwa nini kaburi zivunjwe? Kwa sababu watu wakienda pale inawakumbusha, watu wakienda pale inakuwa kama historia, watu wakienda pale ni sehemu ya ibada. Sasa wao wanasema ni bid'a kuzuru kaburi, ni bid'a na nini na nini. Lakini ukiangalia wanazuoni wao, hawa wao wanne Imam Shafi, Imam Hanafi, Hambali wako na misikiti wamejengewa, hata wengine wamezikwa huko kuna misikiti kabisa, wako na kaburi imejengwa na nini. Lakini ukifika hiyo fikra yenyewe ikifika Saudia kwa nini kuvunja, ndo waweke sawa maulama wetu na wao, utasikia huyu za mazile unasikia huyu ni, huyu ni Muawiya na Ali huyu ni Yazid na Hussein huyu ni huyu na ule sasa wanataka kusema pia Abubakar na kina nani wale ambao wale bila wako na imani wanasema kwamba mahulafa zao wawili Abubakar na Omar wamezikwa wapi? Baqi. Wacha nataka kusema hao wote wako sawa, hao ni mahulafa wetu maulama wetu, wale pia wamezikwa sehemu sawa. Lakini hawezi kufikia katika daraja. Hawezi kufikia daraja yenyewe. Sasa siku kama hii sisi tukikumbuka, tunakumbuka dhuluma ambayo ilifanyiwa Ahlul Bait. Tunakumbuka kwamba hawa Ahlul Bait si wakiwa hai bali hata baada ya kufa kwao hawataki kuachiwa hata athari kidogo ya kukumbuka kwamba hapa Imam Husain aliuawa, pale ni fulani alizaliwa, pale ni fulani alikuwepo, hata athari zile ambazo kwamba historia inasema kwamba sehemu alizikwa mama yetu hawa, mwanamke wa kwanza stosha Qur'ani yenyewe imekubali, si Mwenyezi Mungu alitoa ahadi akasema, Firauni ndio tutakuhifadhi mpaka siku ile ambayo watafufuliwa. Amehifadhiwa, amewekwa sehemu, mtu anaweza kwenda kumgusa, amewekwa sehemu ili iwe ni moja wapo ya alama ya Mwenyezi Mungu. Na sisi, moja wapo alama ya Mwenyezi Mungu ni Ahlul Bait, moja wapo alama ya Mwenyezi Mungu kwetu ni Ahlul Bait. Ndio hata tukitoka, tukitaka kwenda kufanya ziara, tukitaka kwenda Saudia, mtu anapanga aende maka kumalizane na maka huko maziara za huko, ama atakuwa ameenda kuzuru Baitullah al-Haram ama atakuwa ameenda kuhiji ama kupiga umra. Mnaelekea wapi? Mnaelekea Baki. Lakini Baki, watu wakishafanya ziara wamalizana na ziara za pale Baki. Ni yapi ambayo anafuatia? Mtu anakaa anaanza kujiuliza, tumekuja, tumefika mpaka hapa, tumezuru kaburi ya maimamu hao wanne ya Bibi Khadija pale, lakini kaburi ya Bibi Fatima iko wapi? Nafika pale naanza kujiuliza kaburi ya Bibi Fatima iko wapi? Nishazuru hawa wengine, je, ule asas ule asili ile pila ambayo kwamba ni muhimu ya hii Ahlul Bait wote. Katika hadithul qudsi tunaona kwamba Mwenyezi Mungu anasema ningekuwa nataka kujitambulisha nikamwomba Mtume Muhammad <coughs> na nikataka kukutambulisha yeye Mtume nikamwomba nani? Mama Ali. Na nikataa kumtambulisha Mama Ali, nikamwomba Bibi Fatima, na kwa sababu ya Bibi Fatima ndio mambo yote aliomba. Sasa huyo mtu huyo kiumbe ambaye ni asasi ambayo ndio sababu ya sisi kuwepo, ndio sababu ya, sababu ya Mama Ali kuwepo, wilaya ya Ahlul Bait kuwepo, utume kuwepo, kwa nini atujie kaburi yake kwa wapi? Hamjawahi kujiuliza? Ni sisi hatujui ama ni kaburi yenyewe haijulikani kwa api. Na kama tutajua ni yapi atafanyika Je, iko katika, katika kitabu ya Mwenyezi Mungu, ewe Abu Bakar, ewe makulafaa, je, iko katika kitabu ya Mwenyezi Mungu mrithi babako, na mimi simrithi babangu ama baba yangu na mimi tuko katika dini tofauti tofauti, sheria yake hairuhusu mimi nirithi, lakini sheria yako inakuruhusu wewe urithi babako? Abu Bakar ndo alisilimu ni haki yangu ya urithi unaninyima, kilikuwa ni mjadala kuhusiana na mambo ya Fadak. Baada ya hapo wamekuja kupokonya khilafa, kitu ya kwanza ambao walifanya ni nini? Walizingira ile nyumba, wakachoma moto pale nje. Alafu akaambiwa, je, mnajua, je, ndani, je, mnajua kwamba ndani ya nyumba kuna Fatima? Wachana na mambo ya watu wengine. Hapa ndani kuna mtoto yatima ambaye ni Fatima, amefiwa na babake. Hapa ndani kuna mke wa mtu ambaye ni mke wa Imam Ali kwa hapa ndani Je, mnajua yuko ndani? Hamjui ni nani yuko ndani huko? Akasema hata kama awepo ndani, sisi tutafanya nini? Sisi tutaingia. Dhuluma ya kwanza aliyofanyiwa baada ya babake kufariki ni kunyimwa khilafa mume wake. Dhuluma ya pili ni kunyang'anywa mambo ya Fadaka. Dhuluma ya tatu ni kuchomwa nyumba yake. Dhuluma ya nne ni kuporomoshwa kichanga chake. Nini kingine kilibakia? Baada ya hapo akamchukua Imam Ali kwa nguvu akampeleka ndio akatoa khilafa, ndio akatoa bai'a alipokuwa anafuata alipigwa kofi. Maana baadaye wakati ya mwisho, wakati anataka kutoa roho ama ndo dakika zake za mwisho, alimusema mahali kwamba nizikeni usiku na wala kaburi yangu msiseme iko wapi, at least heshima yangu ifatike, sio katika uhai wangu avunje heshima yangu na avunje mtume heshima na pia sio katika kufa kwangu. Sisi kila mara kila mara tunawaambia ni siri moja, wakati tunaambia tuombe hajati, hata katika dua tawassul haja, haja yetu kubwa, yani kudhihiri kwa Mahdi. Kila mara we omba tu hiyo, utakuwa na amani na, <clears throat> na mambo yote yatarejea sehemu yake. Na je Mahdi akija tutamwambia nini? Aya Mahdi kwa ujio wako, ama tunakuomba yeye bile umekuja ama hata sikue utakapokuja, hatutaki cheo hapa duniani wala peponi, hatutaki mabustani. Unachotaa tunapaswa kuanza ni kuadhimisha m kama haya kuambia watu historia ilivyokuwa kuelezea ukweli wa maimamu kina nani kuelezea cheo chao na kuambia watu yale madhu, yale dhulma ambayo kwamba walifanyiwa. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa utukufu wa siku hii aweze kutuhifadhia imamu wetu Mahdi wa zama hizi, amepusha na shari, ampe umri mrefu, na inshallah aweze kutujalia sisi tuwe mfuasi wake. Tuweze kupigana na yeye katika kuipinga dhulma na kusimamisha haki, na inshallah, kama tutaondoka pia duniani, basi Mwenyezi Mungu atutakabalia nia zetu, na nia zetu ziwe safi, nia zetu ziwe ni kwamba tunataka kusimamisha haki na kuondoa dhulma, ili tuweze kueneza au kuendeleza ile gurudumu aliowacha Imam Hussein alayhis salaam. wa bihadha assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh <gibi>